Na kicheko, kila busu ni zawadi milele, ni fundisho la upendo tukiwa pamoja. Unajua, hakuna jambo zuri kama kupata mume mwenye upendo wa dhati kama wewe. Ukiangalia kuna wanaume wengine hawapendi kushirikisha wake zao katika mambo yao, lakini wewe uko tofauti, umewashinda wote. Nashukuru sana, asante sana, mko wangu. Nashukuru kwa kutambua hilo. Um, najua kila mtu mp ana uhuru wa kufanya maamuzi, tunaita choices and decisions. Sasa mimi nimeamua kwa tofauti, kwa tofauti kabisa na wengine, na najua hili nitaambiwa kwamba mimi sina busara. It's really hard kuona namna watu wengine katika ndoa hawapendi kushirikiana. Mke anafanya hivi, mume naye anafanya vile, kisha wanakuwa na Excuse me, halo, nikusaidie vipi? Umesema elfu kumi na utaregesha baada ya majuma mawili? Ok uh, sasa nipe muda kama dakika tano hivi tena nita nitakwambia kitu Eh. Mke wangu huyu ni mfanyakazi mwenzangu ambaye tunafanya sote kazi na ametaka sana nimkopeshe elfu kumi nataregesha baada ya majuma mawili, sijui kama nasemaje. John, hmm. Nipatie hiyo simu yako, simu yako eti? Simu ya nini tena? Nisaidie, nataka kuangalia kitu. Simu yangu nahusika vipi hapo? Mi nimekwambia ni mwenzangu huyu amenimpigia akitaka mkopo elfu kumi. Sasa sasa, wataka simu ya nini hapa? Mimi sijakwambia sipeane, sina shida na hilo la mkopo mimi. Hmm, nimekuambia nataka kuona simu yako. Basi kwa nini we usiridhiki na hela ambayo nimekwambia tayari? Kwa nini John? Nipe hiyo simu, nikimaliza vile nataka nitakurudishia. Mbona unaona ugumu kunipatia hiyo simu? What is it that you don't want me to see? Unajua mimi sikuelewe wewe. Kwa nini unang'ang'ania simu yangu ilali mimi sina shughuli na simu yako? Kwa nini kama unajua, unajua. Kama unajua simu yako haina mambo fichi na kama unajua wewe ni mwaminifu kama unavyodai kila wakati nipatie hii simu yako tafadhali. Sonia. Sonia, Sonia, Sonia. Nimeishi na wewe kwa muda wa miaka minne hatujakuwa na ugomvi wala kushani yoyote ya kuhusu simu. Tumeishi vizuri tu katika jamii yetu, tumeendelea vizuri. Hakuna swala la simu ambalo limetutenganisha mimi na wewe. Lakini weje sasa unang'ang'ania kuhusu simu yangu? Sasa mimi kama nilo swala la mkopo si mpi basi aishe. Your interpretation of what I'm asking is totally out of context. Sijasema usipeane loan, mimi nataka kuona hiyo simu yako. Ya nini wewe? Nipe tu, hao mengine niachie ni mimi simu yangu mimi sikupi wewe. Twende, nitakupa nitakupa jioni, tukirudi jioni. Sipendi, naitaka sasa hivi. Mbona unakuwa king'ang'anizi wewe? Twende, nitakupa jioni. Twende, nimekwambia, nipatie sasa hivi. hey, jamani. Yaani mimi nimekuwa tu hapa muda mchache kuangalia tu kujua nini kinachowasibu nyinyi, na inasikitisha kuona kwamba mnagombania tu simu. Wewe na wewe ni nani? Usijali, dadangu, utanijua tu muda si mrefu. John? ah. yani hata mnajua, yani wewe unamjua mume wangu John? John, unamjua hu msichana kumbe? Oh. ni huyu huyu ndo kidosho wako wa nje ndio? huyu ndo amekuwa sabuni yako wa roho si ndio? na ndiyo maana siku hizi unanidharau, kumbe ni kumbe ah, ni huyu John. mimi nakudharau vipi eh? mimi mii nakudharau vipi ametuona, tunagombana akataka, Akataka mwenye kutuongelesha baada ya kunyamaza, tumsikia nasema nini, unaanza kusema oh, ni mpenzi wangu ni kidosho wangu, oh, wangu. tulianza lini mapenzi ya mina huyu? Oh, kwa hiyo unanidhibitishia kwamba wewe unajuana na huyu sindio? muko njama moja muko njama moja kunikera mimi eh? Ndio awe mke wako siwa siwa eh. Madam, tafadhali, mimi siwajui nyinyi wawili, ila moyo wangu wa utu na ujirani mwema, siwezi kuwaona nyinyi mnagombana hapa na nikawacha kwa ajili tu ya simu. Mimi pia ni mke wa mtu na ninajua uchungu kuhusiana na simu, kwa hivyo nakuomba tu unipe dakika hii moja peke yake. <laughs> Nani akupe dakika moja wewe? Nikupe dakika moja ndio mtongoze mume wangu nikiona si ndio? Unafikiri mimi sijui kwamba siku hizi wake na waume za watu ndio wana tabia ya kuendeleza mahusiano ya kujamiana nje ya ndoa? unaniona nikiwa mjinga, si ndio? Jamani, mkewangu, siungetulia tu kidogo, jamaa za wewe, si nimekutisha simu, kakataa kunipea. John, nataka nikwambie kitu mimi sio mkeo na wala si rafiki yako, na pia mjue kwamba mimi sina nia yote ya kuharibu hii ndoa yenu, ila John, unachokifanya wewe utaenda kuharibu ndoa yako mwenyewe hmm. Unajifanya kushtuka nini hapa? Ehe, endelea dada, umesema unaitwa nani? utanijua tu usijali. John, pamoja na mkeo, mnachokifanya hapa barabarani, sivyo, mnajitilia aibu nyinyi wenyewe. Mambo kama haya mnafaa mdili nayo kwa nyumba kule lakini sisi tukitoka nyumbani tumetoka tu vizuri, tukapiga gumzo letu vizuri kwa tunacheka haya, simu ya Mena, gafuna, simu ndio. Sijui ametokea wapi, maana ghafla anataka simu, ndio ugomvi ukaanza. Hata sijui vimeanzaje. Ah, kwa hivyo eh, unataka kuniambia hujui yameanzia wapi, si ndio? Chochote hivi, niwaulize nyinyi wawili ndoa ukilinganisha na simu, ni kipi chenye thamani kuliko chingine? Basi na nyinyi, kutojibu, ni dhahiri kwamba ndoa ni muhimu kuliko hiyo simu mnayong'ang'ania. Simu ni kifaa tu kinachowezesha mawasiliano na, na utendaji wa kazi hapo. Ni kweli, nasema kweli, hakika familia nyingi na ndoa nyingi zimeharibika tu kwa kushiriki simu, yaani tuseme kuabudu simu. Na nyinyi wawili, ninavyoangalia ni watu tu wenye busara Nyinyi wawili mnafaa kuwa, nyinyi wawili mnafaa muwe kielelezo bora katika utumiaji bora wa simu, sio tu kwa manufaa yenu peke yenu, hata pia kwa wengine. <tipi> <tipi> Umefanya vizuri kabisa kusema hivyo, umefanya vizuri dadangu. Lakini nikuulize, mbona huyu hataki kunipea simu yake ilhali yeye yuko huru kuchukua na hata kutumia yangu anavyotaka yeye? lakini wewe mbona unapenda tu kutweta kutweta kutweta? Kwa nini John? Mbiu ya mgambo ikilia hakika, ina jambo. Mkeo huyu ni kama mbiu ya mgambo, anatetesi kwamba wewe hauko mwazi kupitia simu yako John. Nikuulize, unampenda mkeo ama unapenda simu yako? Mjibu, unampenda mkeo ama unapenda simu yako? Nampenda sana mke wangu. Na upendo ukiwa wa dhati ikiwa inavyostahili, unafaa kufanya nini? Kuwa mwazi pasi na siri. Kama ni hivyo, simu yako inaficha nini? Kuliko uchi wa mkeo unaona kila unapomhitaji. Mbona mnyime simu yako sasa? Unaficha nini John? Kweli? Kweli kabisa. Sasa basi. Nawaacha na hili kwamba mme na mke wakiwa wanaishi pamoja na hawawezi kuwa wazi katika simu zao, eti kwamba wakigezwa, ni kwamba ni privacy, hao ni kama maadui wawili wanaishi ndani ya nyumba, wakidanganyana kwamba wanapendana. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Katika macho yako nilipata pumziko Dunia ikanyamaza, moyo katulia. Katika mikono yako nikahisi salama, upendo wa kweli bila masharti. Tulianza kama wimbo wa asubuhi

popaza sauti si kwa kukuchukia, ila na kupenda kupita kiasi. Nina hofu ya kukupoteza mpenzi.